Shaka wewe umekuwa ni mtu ambaye umejihusisha sana na masuala ya teknolojia kwa muda mrefu, umefanya vitu vingi tumevyona kwa macho yetu na tumeshuhudia. Sasa tunahitaji kutuambie kwa ufupi, kwa muda usiozidi dakika tano, nini hasa teknolojia, nini hasa mada au dhumuni halisi la teknolojia na malezi hii amen. Bwana Yesu amen, haleluya. Nakusalimu kwa jina na na la Yesu. Asante Bwana Yesu wasiiwe bila kupoteza muda, mada inasema hivi teknolojia na malezi ya mtoto katika dunia ya kisasa, na katika mada hii kuna vitu vingi sana. Tuangalie kwanza kabla sijaenda zaidi na tuna teknolojia lakini tuna malezi na tuna dunia ya kisasa. Bwana Yesu asifiwe. Nikizungumza kwa habari ya teknolojia, ninazungumza kwa habari ya matumizi ya maarifa ya kisayansi aliyonayo mtu, anayafanya kuwa uhalisia, jambo linatokea au kitu kinatokea. Mtu anakuwa na maarifa ya kisayansi, anayegeuza maarifa yale litokee jambo kutokea kwenye maarifa aliyonayo kwenye ufahamu, ijalitokee jambo kwamba, mimi nina maarifa, ninataka hao wa watu wote, mwingine anaishi Burundi, mwingine anaishi Kasta, mwingine anaishi wapi, waweze kuwasiliana hata kama hawajakutana. Kwa hiyo, yale maarifa anayageuza kuwa kitu kitakachowafanya watu waweze kuwasiliana. Bwana Yesu, hiyo ndio tunazungumzia nini, teknolojia. Tukija kwa habari ya malezi ya mtoto, kwa ufupi, malezi ni kurithisha kile ulichonacho, mzazi unarithisha kwa mtoto, ndiyo kulea, ndiyo kulea huko kwa na jambo hili, kwa vile unavyofanya ndio mtoto anavyokuona na ndivyo. Kwa hiyo siseme kulea ni nini? a kulea ni kulithisha kile ulicho nacho wewe, unampa mtoto kwa kutaka au kuto kutaka, ila unakuwa umempa. Kwa Yesu asifiwe. Na hata kama hujamfundisha, hujakaa naye, ila unamrithisha kwa hicho hicho ulichonacho lakini tuna dunia ya kisasa. Tukisema dunia ya kisasa, tujiulize swali, kwa nini kuna kisasa? akati tuitakiwa to tuseme ni dunia, maanaake kuna dunia iliyokuwepo ya kizamani, halafu tunayo ya kisasa. Kwa hiyo tukizungumzia dunia ya kisasa, ni dunia ambayo teknolojia imekuwa kwa kasi, kwamba mawasiliano kati ya mtu na mtu yameongezeka sana, hata kama watu wako mbali lakini wana uwezo wa kukutanisha mawazo yao wakajadili jambo na likatokea wakajadili kitu na wakafanya jambo fulani. Kwa nini? Kwa sababu mawasiliano yameongezeka. Hiyo ndio tunaita dunia ya kisasa. Kwa hiyo nataka tuangalie sasa hii teknolojia na malezi ya watoto. Sasa tuna watoto tunawalea kwenye dunia ambayo imejaa teknolojia na ni dunia ya kisasa. Kwa Yesu asifiwe. Dunia ya kisasa ambayo imejaa teknolojia na ina faida zake na ina hasara zake, kwamba unakuwa na mtoto ambaye wewe mzazi una uwezo wa kuwasiliana na mtu aliyeko mbali, una uwezo wa kutoa mawazo yako kwa mtu aliyeko Marekani akayaelewa mawazo yako na akayapata. Sasa unakuwa na mtoto anazaliwa kwenye kizazi kama hicho, kwa hiyo kwa sababu wewe una hicho vitu vinaitwa teknolojia, maana yake katika kumlea kwako mtoto utakuwa una hiyo teknolojia, hata kama haujapata kuna hiki na hiki. Kwa nini? Kwa, kwa sababu anakuwa anakuona. Kwa hiyo teknolojia hii sasa ina uhuru, mtu anaweza akashare aka chochote, anaweza akazungumza chochote, anaweza akafanya mwili wake uonekane utupu, anaweza akafanya mawazo yake ya ovyo yaonekane, hasa na wewe ni mzazi una watoto aa. Kwa hiyo hicho anaweza kakiona, kwa wewe unajua au haujui, anaweza akakiona. Kwa nini? Kwa sababu leo mtoto anaweza katoka hapa anaenda shule, anapita njia na njiana, na kompyuta wanaonyesha picha za utupu. Wanaonyesha nini? Picha za utupu, wamezitoa ni vitu ambavyo wamepata kutoka mtandaoni, teknolojia. Kwa hiyo hata kama wewe hujamfundisha, kwa sababu upo kwenye dunia ambayo ina vitu kama hivi, utajikuta utajivuta kwa hivyo mtoto hawezi akakuwa katika maadili ambayo anasema kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo. Hiyo siyo njia inayompasa kwa sababu gani? Sisi tuliyokoka tuna namna yetu ya kuwalea watoto, na watu wa dunia wana namna yao. Kwa hiyo namna yetu ndio hii, nasema njia ipasayo hawezi kuiacha. Lakini pia dunia ina namna yake. Akipata namna ya dunia akaishika, maana yake atatembea na hiyo hiyo, atakavyokuwa mzee hawezi kuiacha kwa sababu ni namna aliyotembea nayo wanaweza saa sekunde thelathini na tano , lakini teknolojia hii pia inatusaidia sisi wazazi kulea watoto. Kwa nini? Kutokana na teknolojia hii, kuna vitu ambavyo vinatumwa mtandaoni vinakuwa kama chemsha bongo. Kwa mfano watu wanaoangalia TV, kuna vipindi vya katuni, ni vitu ambavyo vinawafundisha watoto, aangalie vitu vya ajabu. Kwa hiyo kupitia hivyo mtoto anakuwa anajifunza, anakuwa anajifunza, kuna masomo ya shuleni, kuna wanafundisha urafiki hadi vitu vya kanisani vipo, <tipa> vinafundishwa. Kwa hiyo kupitia teknolojia hii Shalom ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, sisi kama wazazi, mimi sina familia, wewe una familia, vijana wenzangu ambao hamna familia na wote wenye familia mlioko hapa, tunao wajibu wa kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya hawa watoto wakuwe katika njia nzuri, lakini ili tutengeneze haya mazingira mazuri, ni sisi kwanza tujitengenezee mazingira mazuri na kujaza vitu vyenye thamani vichwani mwetu. Biblia inasema hivi, Mungu anasema, nimficheje Ibrahim mambo yake? Kwa sababu nimemjua atawaamuru watoto wake waishike njia iliyo nzuri baada yake. Kwa hiyo Ibrahimu aliishika njia iliyo nzuri, ndio maana Mungu anasema amemjua kwamba atawaamuru hata watoto. Kwa hiyo ili wafundishe watoto vizuri, lazima kwanza wewe ujiweke kwenye namna nzuri Uitumie vizuri hii teknolojia katika dunia ya kisasa, ukiwa na matumizi nayo mazuri hii teknolojia, manake hata mtoto uliye naye utatengeneza namna nzuri afaidike na hii teknolojia. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Makofi matatu tafadhali kwa mwezesha manda wetu, tu tena tahesabu akimaliza, mtoa manda makofi matatu, moja, mbili, tatu, twende. Amen. Tunashukuru sana Bwana Isaac. Lakini nimekusikiliza vizuri sana nimekusikiliza kwa makini mno. Eh, kuhusu mada uliweza kuipresent mbele yetu na nina maswali machache tu. Moja, je, kuna nafasi ya kutumia michezo ya kidijitali kama njia ya kujifunza? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, nafasi hiyo ipo ya kutumia michezo ya kidijitali kwa ajili ya kujifunza. Nimetoa mfano kwamba sasa hivi kuna vitu ambavyo vinaonyeshwa kwenye channel zile stream, TV Sister, TV, ITV wanaonyesha michezo ni kuwepo, kuna katuni. Kwa hiyo vipo mtandaoni, unaweza kuvipata na vinafundisha vinafundisha, lakini pia kuna maswala kuna ya kijamii vyote vinafundisha. Kwa hiyo tunaweza ukatumia teknolojia hii kwa ajili ya kujifunza uh, na... Asifiwe Amen. <tumia> tunaweza tukaitumia teknolojia hii kama daraja la kuimarisha mahusiano kati ya wazazi na watoto, kwa namna hii kwamba mawasiliano yameongezeka tena kwa kasi, kwamba kuna vitu ambavyo mtu anashare kutoka mbali unavipata. Kwa hiyo ukivipata, kingawa ni kitu kizuri, ukampa mtoto kupitia kile kitu, wewe hujakitengeneza wewe, ila umekipata kupitia teknolojia uliyonayo kisasa. Ukimpatia mtoto wako akakitazama, akakisikiliza, kuna vitu atakavyojifunza kutokea kwenye hivyo atakavyojifunza, na vipo vingine vinafundisha: mzazi kumsikiliza, mzazi kumpenda, mzazi kuto kutukana wakubwa. Kwa hiyo mtoto akijifunza vitu kama hivi, maanake teknolojia imekuwa daraja la kujenga mahusiano kati ya mtoto na mzazi, na kutokea hapo pia tutapata jamii hiyo bora. Na nina swali la mwisho, nashukuru kwa majibu yako mazuri, ila hebu naomba uniambie, hivi kunaweza kutoa na faida kwa watoto wa sasa kumiliki simu na vitu vingine kama hivyo ambavyo ni biko kwenye kundi ile la teknolojia na vikaleta faida? Na pia kama si hivyo, je, kuna hasara zipi pia? Hebu naomba uniambie hapo kwa uchache. Yesu asifiwe. Kwanza kabisa faida zipo, lakini pili hasara zipo. Nianze na upande wa faida, kwamba kupitia teknolojia mtoto anaweza akajifunza hata kama hajaenda shule. Kuna vipindi ambavyo vinaonyesha kwenye TV, anaweza akakaa akajifunza na akaelewa kupitia hivyo, lakini pia akajifunza tabia nzuri kwa kuangalia vile vitu vinavyoonyeshwa kwenye TV. Kwa hiyo faida moja hapa anayopata mtoto na sio tu mtoto pia familia na sio familia ni jamii na taifa, kwa kwa kupitia teknolojia hiyo. Ni faida mojawapo. Lakini hasara ni kwamba kupitia teknolojia, kwa dunia tuliyonayo ya kisasa, ni kwamba hakuna mipaka ya vitu vya kuposti, vitu vinavyopostiwa mtandaoni. Tukizunguka teknolojia na ulielewa ni sana mtandao. Kwa hiyo hakuna hakuna mipaka, mtu anaweza akaposti kitu anachokitaka. Kwa mfano kuna video hii wahi kusambaa ni ya mtu. Mtu yani yuko choni anajisaidia. Yuko choni anajisaidia, amejirekodi alafu akatumwa. Si ndio? Kuna picha zipo za uchi. Sasa mtoto akiwa na na, na simu umemwachia simu kubwa hata kapita yale maeneo. Na usizani hawajui kwa sababu kuna mtu anakuona. Kwa hiyo hapana picha kwa anaangalia anaangalia. Sasa hakuna mipaka kwamba watapost nini kwa sababu hujakitengeneza wewe, hujakiwekea sheria wewe. Chochote kile kinapostiwa kina yipo. Akipita anaangalia vitu kama vile kinaweza kumkuta kichwani. Na mfumo wa damu ni kwamba macho yakishaoona mongo unadaka. Ukishadaka nafsi inatunza. Kwa hiyo unaweza kama mtoto mtanda, lakini kuna kitu ametunza kwa nafsi yake. Akitoka hapo anaenda kufanya kila tukiona. Kwa hiyo hasara moja wapo kama kupitia teknolojia tunaweza kujikuta tunaharibu watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kwa kuongezea ukiwa unaongezea pia utoe na ushauri moja kwa moja, vipi kuhusu kuchoma picha zingine ambazo hazina maudhui sahihi, na vipi ikoje na picha zipi unashaurije hapo kuonyesha. Asifiwe. Kama wazazi, dakika moja, dakika moja isizidi. Kama wazazi, kumbuka kwamba Mungu amekuamini kwa kukupa hao watoto wako, kukupa hiyo familia. Kwa sababu amekuamini, basi itumie nafasi yako vizuri Mungu anasema hivi, nimemjua Ibrahimu atawaamuru, sio atawaomba, atawaamuru. Kwa hiyo kama mzazi unapoona kwamba kuna vitu vimeletwa na watoto na havifai, kazi yako wewe ni kuamuru, hiki staki, hiki staki, kwa sababu una mamlaka. Sasa kama Mungu amekuamini, lakini bado hamtumii nafasi hiyo ulionayo, yenye mamlaka, maana yake unakuwa unapoteza mzazi na unakuwa unapoteza taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunao nafasi ya kua kijamii vizuri lakini pia tuna nafasi ya kutumia mitandao ya jamii mi vibaya na tunazalisha jamii di iliyo mbaya, lakini tuna uwezo wa kuzalisha jamii di iliyo nzuri. Amen.